Tumekuja na mpango wa kuwajengea uwezo au kuwajengea uelewa au maafisa ulinzi wa taarifa binafsi kwa mafunzo maalum, na hii inatokana na mwamko mkubwa sana tumepokea kwa usajili. Taasisi nyingi sana zimejitokeza kujisajili, na tunazipongeza na tunashukuru hizi eh, taasisi kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais eh, mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tangazo rasmi la mafunzo, kujiandikisha katika mafunzo haya tutayatoa mapema wiki ijayo kupitia e, zi social media zetu, lakini pia tovuti na vyombo mbalimbali vya vya vya habari. Kwa hiyo watu wakae tayari, mapema wiki ijayo tutatoa utaratibu ni namna gani wataweza kusajiliwa. Na mafunzo haya tumeyapanga kwa namna ambayo tutakuwa tunafanya katika makundi mbalimbali, kwa sababu taasisi ambazo tumekwisha sajili ziko takribani e, zaidi ya elfu tisa. Sasa kila taasisi ina ina afisa ulinzi wa taarifa binafsi mmoja, lakini hatuzuii taasisi ambayo labda inataka iwafundisha ama iwapeleke zaidi ya zaidi ya, e, zaidi ya ya afisa huyo afisa ulinzi wa taarifa binafsi ambayo ameteuliwa. Inawezekana ikataka ipeleke watu zaidi, sisi hatuzuii, na wale ambao watakuwa wanasajiliwa mwanzo ndio wanaingia katika bachi ya mwanzo wale ambao watakuja baadaye basi wata kutokana na unaosajiliwa. Hatari ya kwanza ya taarifa za watu kuto kulindwa, e, ya kwanza ni kwamba taarifa hizo zinaweza zikaenda katika mikono ya watu wasiokuwa na nia njema na hao wahusika. Ina maana kwamba taarifa hizo zikienda katika mikono ya watu wasio na nia njema na wanaweza wakazitumia kwa ajili ya kumuumiza huyo mhusika. Hii tunaweza tukaiona katika uso ama sura ya kisiasa lakini pia tunaweza kuona katika e, sura ya kibiashara, lakini pia tunaweza kuona hata katika sura ya kimahusiano e, e, mtu mmoja mmoja. Lakini taarifa zisipolindwa, wakati mwingine anaweza kaja mtu akazibadilisha. Kwa mfano, wewe utakiwa upate labda la, nafasi alama fulani ili uweze kuruhusiwa kuajiriwa katika e, taasisi fulani. So zisipolingwa, ina maana kwamba ile alama yako inaweza ikabadilishwa na mtu akakosa haki yake ya kuweza kupata ajira ambayo huenda alikuwa ana qualify. Baada ya sheria yetu kuanza na taasisi kuanzishwa, tumeona eh, mambo kubwa sana kutoka kwenye jumuiya za, za madola na jumuiya za kimataifa, ambapo sasa nchi imeanza kuonekana ikiwa ya hali kubwa zaidi hivi karibuni tutaona taasisi nyingi za kimataifa zikija kufungua matawi hapa nchini. Mfano mmoja ni kampuni ya Meta ambayo inasimamia Instagram, WhatsApp na Facebook. Tayari wamekwisha fanya mazungumzo na serikali, na sasa mwaka huu watakuja kufanya mafunzo wa wa kwa wasanii na wengine wote ambao ni watu wanaochangia maudhui nchini, kuwafundisha ni namna gani wanaweza wakanufaika kimapato ama kimaslahi kupitia matumizi ya mitandao hiyo.